Yaani dada ah, yangu nanchangani sana yaani. Kakusaliti na mwanamke mwingine kivipi? Kivipian kakusalitije? Tulienda pale skanit pale kwa rafiki yake, kulikuwa kuna pati, ghafla kaondoka, kuna mtu eti alikuwa amemwita. Baadaye mimi naenda namkuta na, na yupo na mwanamke mwingine kweli, tena nimeona mwenyewe kwa macho yangu. Alafu sasa eti anamwagiza eti yule rafiki yake, sio ndio, kaka yake sio ndio, nani wake anakuja hapa eti ananiambia oh, ile tukio laona sio la kweli, sio nini. Unajua ananichanganya naye yule, kwamba yani, kwamba anasemaje? Eti ile ile tukio na nililoiona mimi mwenyewe kwa macho yangu eti sio la kweli. Hivi kaka, inakuingia kilini kweli? Mimi naona sio kweli, eh, sio kweli kabisa. Nakwambia kweli dada, na wewe unaungana nao kumbe Unajua kwa nini dada yangu? Inaungana nao kwa sababu, baada ya siku chache zilizopita, dada yangu, tulikuwa kijiweni. Ghafla akaja bwana Shirko akamvuta bwana Oto pembeni, wakawa wanazungumzia masuala ya kwenda kumharibia mtu, huenda dada yangu ukawa wewe. Yani, uende ukawa wewe, kwa sababu walikuwa wanasema kwamba tutafute mwanamke aende akavuruge, sio akavuruge nini? Sasa lazima niwe dada wangu, inawezekana oh, inawezekana kweli, huyu Bwana Shiriko huyu wanaye, makini mfuatilie, mfuatilie Mfati kinaga ubaga, utajua huyu Bwana Shiriko. Sasa nimeelewa kitu ila nikwambie kitu kidogo. Nashukuru sana kwa ushauri wako na nimefurahi sana na ninashukuru kwa kuwa na mdogo mwenye akili kama wewe. Leo umenifungua masikio yangu, yule Shilko sio mtu mzuri. Bora ni kidudu mtu, eh, haswa. Yaani anakula huku na huku na lengo lake ni kuniharibia mimi, si ndio? Ushiko huko, nitamwonyesha nitamuonyesha ni nani, nitadili naye, yaani hatua kwa hatua, sababu haiwezekani aniharibie mapenzi yangu kiasi hicho. Anajua mimi na macho tumetoka wapi. Nitamwonyesha mimi ni nani. Subiri subiri uone, ndugu yangu, subiri Kwanza naomba unisamehe sana, naomba unisamehe kwa sababu nimejua sasa ukweli ni upi, na, na mtu mbaya pia nishamfahamu ni upi, nimeshatambua alisababisha yote haya ni nani. Ndiyo, mm -hmm. E, kwa sababu ulipo niambia kwamba nitafakari na darubini ya moyo wangu, kiukweli nimegundua mambo mengi machafu na mazito sana, lakini shirko ndo msababishaji mkubwa. Yule ndo kidudu mtu wa mapenzi yangu. Ndiyo, yule yule ndo mtu mbaya, kanifanyia vitu vibaya sana, na sijajua lengo lake kubwa ilikuwa ni nini. Nina uhakika asilimia mia, sio mtu mzuri kabisa. Ila nikuambia kitu shemeji, nilikuwa ninakuomba kitu kimoja, unisaidie. Kiukweli Machupa nimemkwaza sana na nimemuumiza pia. Nilikuwa ninaomba unisaidie kwenda kuongea naye, maana najisikia hata aibu, Shilko. Shemeji, naomba unisikilize Shilko, nitamwonyesha mimi ni nani. Lazima nimfunze adabu, kwa sababu yeye kanisababishia matatizo makubwa sana. Siwezi nikamwacha, lazima nimuonyeshe kwamba mimi sio mtu wa mchezo mchezo, na hastahili kabisa kunichezea. Kunichezea mtu kama mimi, lazima nimfundishe adabu na nitamwonyesha Ndo hivyo She eh? Shemeji sawa, shemeji, mimi nimekuelewa. Unasikia shemeji, mimi nimekuelewa, ila ningeomba tu unifanyie huo msaada nilokuomba, please, nakuomba ukamwambie Machupa nampenda sana sana kuliko hata unavyofikiria, kwa hiyo anisamehe sana, nimemkwaza, najua anaumia, najua basi. Sawa shemeji, ninaomba ni kuache upumzike. Kama hauamini kama ha, hichi nachokwambia, nataka tumtegee yule shiliko mtego, na utakuja kuona hayo yote na utathibitisha. Haina shida shemeji.

Njema, ah hapo da bana, ndugu yangu mwana. Vipi, mbona nkua hivi mwananu, sinikuambia saa tano, mwanangu mpaka saa hizi jamaa? Ah, jamaa bana, aliniweka sana kule story, anaanza mpelekea, zingatia basi muda, wakati mwingine unajua, watu wengine tuna mambo mengi eh, amna neno. Chuma hiyo chuma ndio hie eh, lakini mbona chuma inaonekana iko vizuri, ndugu yangu? Mpya, chuma bado mpe. Jamaa anabadilisha gari sawa, mm. anataka achukue Mazda new, new model ile Mazda tam kabisa, nyekundu anataka ichukue, ndio maana anauza hii chuma ah, okay. Ay, eh, gari bado mbichi kabisa gari

Wewe cheki mwanangu, ni mashine. Mwayona mashine mpya. Yaani mwanangu, yaani hapa mwanangu ni bata. Eh, wewe kama waenda mbugani <laughs> wapi? Hapa juu sija kuonesha, pale juu panafunguka. ka tutemdeni hivi na kula kiyoyozi eh? Ukiwa na gari kama i kuuza eh. Unapata tabu ya nini sasa <laughs> eh? <laughs> Kuna komba. Hapo si bata ni wewe. Alafu majani, umeona ah, chuma. Ndio maana chuma ah. Nimeiona. Mi nafikiri gari ambayo ulipostia uli, uli, kwenye simu ndio ambayo nimeiona hapa na nimeikagua. Kifupi nimeielewa eh, ah, ulisema shingapi hivi? Bana, hii gari nilikwambia milioni kumi na sita eh. Yes. Nafikiri nilivyokutumia kwenye simu pia na bei nilikuandikia labda ulisahau. Yes, kwenye saa kumi na sita. Na ilikuwa tuuze tu, ilikuwa tuuze kitambo tu. Mimi nafikiri nafikiri ni pesa ila sikiliza majani. Gari kweli nimeelewa na nalihitaji na nalitaka kuichukua. Hebu punguza kidogo. Sawa. Najua wewe wa Bongo. Wa Bongo bwana tunajuana. Ukiongea bei hata kama unauza embe. Mtu kimwambia 700 anakwambia bwana mimi nina mia tano. Hiyo tushazoea, ni desturi zetu. Kwa hiyo, sio mbaya. Mimi nitatoa maamuzi, alafu nitaenda kumwelekeza tu. Tutakuuzia milioni kumi na tano cash. Eh, sawa sawa. Mimi nafikiri hilo limeisha. Mimi gari nachukua, gari nachukua. Sasa sijui hiyo hela nikupe kwa, nikupe kwa mtindo gani yani. Uh, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa sasa hivi, zamani watu ndo wanapeana hela tu hivi hivi, lakini kwa sasa naona kama ungetumia tu account number. Ah, sasa igali sha yani igali gari ishaingia mikononi mwangu. Gari limekupendeza kabisa mzee. Acha wengi mzee. Gari imetulia hapo kabisa. Kama kuuza ushauza <laughs> Shilko mzima. Aa, sasa nilikuwa nina shida nayo, naweza nikakuona hapa nyumbani sasa hivi. Haya, basi, fanya chapu kidogo. Haya, poa. Umenipigia simu Madam Sheshe, afadhali mm. Kwanza umekuja sa, sasa yale um, maneno aloniambia siku ile hivi, unajua kwamba nimethibitisha mwenyewe kabisa, yani yule mwanaume anifai, yani yule mwanaume ni malaya yule Machupa, sijapata kuona ni malaya da. Najua Madam Sheshe <coughs> kile nilichokuwa nakizungumza pale, mi nilikuwa nakimaanisha. Mi si nimekwambia, ee, mi ni machupa, namjua, namjua sana machupa tokea enzi hizo. Yaani machupa ni malaya, malaya mbwa. Machupa ishatembea na mtaa eh, yani kaharibu watoto mtaa mzima pale, alafu ile viwanja vyake vyote machupa mi navijua, na ndio maana nikakwambia maneno yale, mona. Halafu huyo huyo machupa huyo huyo, huyo machupa huyo. Saa nyingine anaenda kule mpakani. Eh. <coughs> Anaenda kutafuta anaenda kununua wanawake wanaojiuza, ndio maana nikakwambia Madam Sheshe achana na Machupa, bora hata kama ungebaki na mimi, yaani bora hata ubaki na mimi Machupa, achana naye Machupa. Atakuja kukuambukiza magonjwa, sasa hivi dunia imeharibika hii. Kweli eh? <coughs> <coughs> Ho, dunia imeharibika sasa hivi, magonjwa kibao sasa hivi atakuja kukuambukiza magonjwa bure kwanza, unampeleka wapi Machupa, mtu mwenyewe mweusi wewe, utafiki nani utafikie mpira la gari unampeleka wapi ule? ya mimi achana Machupa wa Safi vipi? Oh naona oh. Sasa mcheza <laughs> Baba, Halo vipi? Safi, niambie. Oh. Ndio tunafikia hapo. Naona <laughs> <sighs> huwa na umemaliza. Naona unamaliza mimi malaya. Mambo yangu wewe tunayajua, kuna yeye tunayajua, unajua alikuwa anakuja pia na story madam madam, madam ah, Sheshe wa hapo wapi, ndugu yetu tumesikia kila kitu ah. Ndugu yangu hapo tena anatuendea story ah, bwana, tumekaa <coughs> pale tumesikia kila kitu ndugu yetu. <laughs> <laughs> wewe <Wata>. Kamaliza <laughs> mwenetu ah. Kabisa hamna bwana, majani mimi na wewe tunaheshimiana, bwana majani yeye eh, mimi na wewe tunaheshimiana bwana. Sasa hizi kafanya kitu kama hicho, mimi napata tabu, ananipa shida Lugia. Mpaka kaniandalia mtu kamweka mtoto akiuma nakuwa hivi. Hamna cha bosi mzee, kama ungeniheshimu ungeniheshimu muda mrefu, kama ungekuwa mtaka ungeingiza gear nyingine. Sasa mzee, mara hivyo, mimi nina mademu wengi na nini, hata demu wangu mmoja unamjua Machupa, tulikuwa tunapiga story na maadamu hapa, yani mnavyofikiria ni tofauti, naua tunaendelea nazo. Acha unafiki. ulicho ulichokifanya ni sumu. Kumbe wewe ni mnafiki hivyo eh? Afu kumbe ni mwongo eh? Wewe ni mwongo tena wewe ni mbea mkubwa, ah, ah, afu ne naona kama vie mnamchelewesha huyu Sema sema, tulia kwanza, kuna watu wanapita hapa na mchelewesha. Hata kama yaani, wambea kama hawa na wanafiki kama hawa, dunia hii wanafuiwa. Madam Sheshe, mi nilikuwa nakutania tu, sikuwa serious na nilichokuwa nakizungumza. Wewe ni muongo sio? liniambia kwamba Machupa ni malaya Eh, Umetafasi vibaya tu lilikuwa tuongea tuamhereweshe ne kwa nini lakini wewe. Atafuzwa na dunia, we tulia, ulimwengu utamwonesha mi kwambi ushazoea kuchezea. Ka chini kwa. Ka chini kwa. Shetani mkubwa. Wewe unataka yeah, kuniharibia mimi mahusiano yangu. Basi, ulitaka kuniharibia mapenzi yangu. Nimekuwa na maana vibaya. Nimekuwa na maana basi basi basi, basi tulia, tulia. Uy, huyu huyu, mtu huyu mtu atalipwa na ulimwengu. Kwa alicho kifanya, kila unachokifanya kina malipo, mama tulia. Hapana, yeye, unajua sa, akanikwaza, akaniumiza sana huyu. Sa, unajua kakuumiza hata mimi kaniumiza pia, lakini sasa tulia basi. Kwa sababu yako unataka niachane na huyu. Ili Eti kaka, hapa ujue, oh, mimi nakupenda kuliko hata wewe. Machupa, una wewe wewe, wewe, wewe kaka wewe kaka, unijui nitakuvuruga? Bas mama, tulia, nilikuwa nakuzumu tu vile unavyoniambia. Ngoja aondoke kwanza hapa nyumbani kwetu. Ondoka ngoja kwanza shem, subiri, ndugu yangu sasa nikuombee kazi, kumbe shetani ndio hiyo ni ndo kazi mshikaji wangu uliomba. Kazi tunaongeza wake dawa. Upendo kabisa. Kumbe sisi mesha zetu zote kila siku mimi naangaika tunaangaika na mwenzangu hapa. Dili zetu haziendi sawa kwa mambo kama haya. Ah, Majani. Naombeni msamehe bana. Kazi yangu bana wewe dunia ndio itakufunza na itakusamehe. Wewe nenda hapo. Unaona utafikiri. Boss Machupa. Mambo ni samehe bana. Bana mimi moyo wangu kulazikini nenda. Kwa ulichokifanya kwangu ni fundisho. Ulimwengu utakuhukumu baba. We shetani gani, acha kumsingizia shetani. Bana, paka wewe nenda, fanyie mpango wa Machupa. Wewe amna, nenda bana. Wewe wewe tu, tutaongea. Wewe nenda kwanza, maana hili. Nenda bwana, tulione mtu zaidi ya shetani. Mtu zaidi ya shetani kaka, binadamu mwenye miguu miwili anaweza akawa kama shetani mwenye mguu mmoja. Yule kijana ni shetani yeseni zaidi ya shetani Yaani unaweza ukasema, yaani ukamchukulia, lakini yule kijana ni mnyama. Mtu anaumba maneno hivi anapanga mishani kama hivi, watu wagombane, anaweza kusababisha vita. Ila ninachoshukuru ndugu yangu mi, Mungu kanipa uvumilivu, kanipa busara. Hata yule pia nimemsamehe, ila najua ulimwengu utamhukumu siku zote, ndugu yangu, mpenzi wangu. Yaani mmenikela kwanza, yaani mmenikela kama nini? Yule mgeni mwache hapa nimpasue kwanza, ili ashike adabu, mpenzi. Au masuala ya kumwachia Mungu sasa hivi ashapitwa wa na wakati. sawa, sawa, sawa, hey, sawa, sawa, sawa, sawa kabisa. amekukwaza na mimi kanikwaza sana, lakini kilichotokea kimetokea, mpenzi wangu, nafikiri na umejifunza kitu hapa. Ndio maana mimi nilikuwa nakuhusia sana mpenzi wangu sheshe wangu mwanamke kwa siku moja tu mimi niko naye we una, una... Lakini nashukuru amepita, mpenzi wangu. Sawa, nakupenda baby. Utaniacha tena baby? Siwezi kufanya hivyo, kweli kweli, na nimejifunza. I love you. Najaribu kufikiria na kwa ama, umeiteka akili umeifunga tuna umeninyima ujasiri tukutunza Wanakuita pisikali wa ujinga ujinga ujingaha ujinga, ujinga. Mana kusema unanipenda wakati unanichora, hata kama pesa ndo tatizo, penzi letu kudorora. Halala. Halala.